Welcome to the best online radio, Radio Gen Z, a moment of truth. Kama angukanayo na kama kimetendeka ama kutajwa bila kuthibitishwa na sisi, hakijafanyika, na kutazama kwa makini ndiko kuwa na maarifa. Wa taarifa za siasa, taarifa za michezo, taarifa za biashara, tuungani pamoja kwenye gumzo la maisha.

it has been a long long time long time, long time almost two years miaka miwili miaka miwili imepita bila mimi kusemezana na nyinyi bila mimi kuongelesha na nyinyi sijui tulichukiana sijui tulifanyana nini ila wanangu hatukuchukiana hata amna chuki hata kidogo imekuwa ni matatizo ya maisha na um, kujipambana kama mwanaume kujitafuta unajua kwenye kipindi cha kuwa mwanaume lazima ujitafute mimi ndo yule Liam ambaye nishawahi kumwiba bibi ya mtu kaishi naye na baada y wakanifanya vibaya na akaenda, nikachukulia tu safi. Mimi ndo yule Liam mliyemwonya, mkaniambia baba yo toka kwenye wake za watu, mkaniambia kijana wewe, hatutaki kukuona umechukua mke wa mtu. Nikawasikiza wanangu, nikawamua, nitaleteaga prank za Kiukamba mkazikubali na mkazipokea kwa mikono miwili, mkanisupport to the fullest. Ila wanangu, nashukuru kwanza kwa hilo. Ila kwa hayo mwanangu, kwenye shamra zangu za kutafuta tafuta mkate, kutafuta tafuta mboga hapa na pale, kazi yangu kupiga picha, nilikaribishwa Nairobi so, pali, kwa mara ya tatu tena. Nilienda pale kuna booking ilikuwa imefanywa imefanyiwa na dem fulani alikuwa na chali yake. These people that are so in love that I could trust them. Shia waona mapenzi ambayo mbao unayatamani. Kwa sababu mimi sijawahi kuwa na mpenzi unaelewa? Mtu akanipenda ile na roho yake moja. So niliona watu wawili wanaopendana kiasi kwamba ni admire. Na ikanipelekea mimi kwa trust. Unaelewa? Ah. Uh, maana kwa niambia pia ni siku ya birthday. So siku singeweza kujaza the brackets manake. Siku ya birthday yao imeambiwa nataka kwanza kuwe na private shoot ndo wakuwe na party shoot baadaye. So mimi nilifika pale nikapata keki nikajua da, kweli ni birthday, wenyewe wanakaa kweli, unaelewa zile haraka haraka nini na nini za kujipanga panga. So mimi nikawaaminia, wakanipatia juice, mimi nikakunywa, si mwisho wa siku mti yangu ikateleza ise, mwisho wa siku nikaibua kila kitu na hivyo nilipotea. Kumbe ilikuwa BNB, so unaelewa hizi kazi, kazi zetu jamani, tunapitia tu, alafu pia ndo kipindi ambacho, kwa hiyo miaka miwili ndo kipindi ambacho nimepoteza mamangu mzazi, kitu ambacho kwenye maisha sijawahi kutarajia wala kuota inaweza tendeka. So nimekuwa kipindi fulani pia depression, nimekuwa kipindi fulani ya kujisahau, kujipotea, ila namshukuru Mungu nimejipata na nimerudi. Uh, watu wengi hupotea alafu wakirudi unapata wako tofauti sana, kana kwamba wameanguka sana. Ila mimi nimepotea, ndio, nimekutana na mengi ndio, ila nimesimama bado imara, nipo mzima buheri wa afya, unaelewa? Eh, na ningependa sana support yenu. Nashukuru Mungu hajakuja kwamba hajakuja kama habari mbaya kwamba Liam is back and yupo mzima, unaelewa? Hebu imagine kwamba ungesikia tu maybe Levine akiongelea ama Ramsey akiongelea tu kwamba ee bwana kuna ndugu yetu mmoja tulikuwa gana naye alikuwa gaitago aliyama alipoteza ali, ali, ali, ali, maisha tu hayo, hatupo naye tena. Sinaona ingekuwa kama bad news na maybe kuna watu mngejitokeza mnataka kusupport matanga yangu mazishi yangu. So leo ndugu zangu, mimi nimekuja kwenyu, niko hai, naomba ni, na ni support yenu Nimeanguka sana kwa photography na ningetamani sana niwe the most successful photographer. Story yangu nataka inspire mtu fulani ako asi as give up, as give up, na hata maisha yake, yaani nataka story yangu ku inspire kwa, kwa mtu as, give up kwenye maisha. Manake ndugu zangu, ni kupoteza investment yako mara tatu sio mchezo, kupoteza mama mzazi, jamani, ila hata siwezi kaongelea Haijakuwa kuwa rahisi haija kuwa rahisi kujitafuta pia, in top of it haija kuwa rahisi kwetu. Mimi ndo first born, nipo na wadogo wangu, trust me, haija kuwa rahisi. Ila mimi nimekuja kwenyu nikiwa boheri wa afya, nipo mzima, naombeni tu support yenu. Nipo na broadcast hapa ndogo tuongelee mada tofauti tofauti, mniambie Liam, leo tunataka tuongelee kitu fulani, tunataka utuambie kitu fulani, tunataka ututafanyie utafiti kuhusu kitu fulani. Mimi mwenyewe nipo na kamera, nimerudi tena. Kwa hiyo hiyo investment ambayo nimeanguka nayo mara kadhaa, nimerudi tena papo hapo. Ingekuwa ni mwingine, angeinua mikono aseme, "Kweli mimi na give up na hiyo", asirudi kabisa. Mimi ni kwa kum, mara ya nne, najaribu tena, so please, naomba ni support yenu. Ah, I believe I'm not a failure that's why nimerudi tena kwa hii industry ya photography. Ndio nimeanguka karibu mara tatu, nipo na kamera ndugu zanguni. Ah, tunaweza travel twende mahali fulani tuangalie nature inasema nini. Tunaweza ingia wildlife ndugu zanguni, tuone wanyama wanasema nini. The beauty and nature, the beauties and wonders of the world. tunaweza tembea kuna places Ukambani watu wanaenda kuangalia mimi naweza walitia hapa kwenye TV kuna Lake Victoria kule, naweza waletia hapa kwenye TV, naweza tafuta mpaka drone, mkinisapoti tununue mpaka drone. Beautiful of nature tuingie pahali ambapo wamwezi fika, mimi niwafikishe na Mungu akibariki, na tujalie tuanze kwenda mpaka ya city to city, tuingie tuanze kuingia East Africa, Tanzania, tunaingia Uganda, tunaingia twende Rwanda, Burundi, tuingie huko ndani ndani, tuone DRC Kongo mna nini. Ila msinitume pale ambapo kuna vita, ndugu zangu, mimi ndo nimebaki pekee kijana kijana wa mamangu. Mm, msinipeleke pale ambapo kuna vita, ila ningeomba support yenu ndugu zanguni, unaelewa. My dear sisters, my dear brothers. And don't forget, na wapenda sana sana sana sana sana Tell a friend to tell a friend, Liam is back, the most handsome street photographer. Don't forget to like, comment, subscribe mase share with friends. Samaze, support yani.